Na tutakukumbusha kwamba kila Jumatano tunakuwa na mjadala hapa kuhusiana na masuala ya uchumi na tayari uh, tunaye mtaalamu wetu wa masuala ya uchumi na fedha nam, tunaye hapa Janet Soka na leo tutazungumza hasa kuhusiana mm, na biashara kwa mtaji mdogo, inawezekana vipi na nini ambacho unapaswa kufanya. Janet Soka karibu sana. Asante sana. Na biashara kwa mtaji mdogo mm, inawezekana kweli? Inawezekana mm, mm. Kivipi? Inawezekana, japokuwa si rahisi, ila inawezekana mm. Kwanza kabisa, tukianza na ile maana halisi ya uh, biashara kwa mtaji mdogo, ni ule, ni mchakato mzima wa kuuza au kununua huduma au bidhaa um, lakini kwa kianzio cha fedha ambacho ni kiasi kidogo na biashara ya mtaji mdogo inahitaji mtu ambaye, aa, kwanza kabisa ameamua kufanya biashara kwa ukubwa, lakini pia anahitajika mtu ambaye amekubali kuanzia kwa udogo, na huyo mtu asiwe na aibu, kama nilivyosema, kama jina lenyewe inavyosema, biashara kwa mtaji mdogo mm -hmm. Na mtu anaweza akajiuliza nikiwa na kiasi gani cha fedha kinaweza kikawa ni mtaji mdogo? Tunaposema mtaji mdogo, ni fedha ndogo tu ambayo, kuna kuna vitu, kuna kiasi cha fedha, labda mtu mwingine elfu kumi ni fedha ya chakula, lakini kwa mtu mwingine elfu kumi kwa biashara mfano ya karanga au pipi ni mtaji kwenye hiyo biashara yake. Kwa hiyo mtaji ni fedha yoyote, lakini inayokidhi kufanya biashara kwa muda na wakati husika na hapo ndo tunazungumzia biashara ya mtaji mdogo, na lazima tufahamu kwamba biashara nyingi ambazo tunaziona ziko kubwa na zimepiga hatua nyingi zilianza kwa mtaji mdogo, lakini zilianzishwa na mtu ambaye aliamua na alitamani kuona matokeo na akawa ni mtu ambaye hakukata tamaa, ndo hapo sasa mtaji ukawa na biashara ikaendelea kufanya vizuri. Na tunaweza tukajiuliza sasa, mimi kama mfanya biashara ninawezaje kupata huo mtaji wa fedha ambao ninazungumza, kwa sababu kuna mwingine hapa anakusikiliza au ana mawazo kichwani, lakini ajiuliza, ni wapi anaweza akapata fedha. Na lazima tufahamu hapa, tunazungumzia vile vitu vinavyowezekana ndani ya levo binafsi, ndani ya ngazi ya mtu binafsi mm. Kwanza kabisa unaweza ukapata fedha kupitia kikundi cha fedha, vikoba na vikundi mbalimbali vya fedha lakini hapa inahitaji mtu ambaye ana chanzo cha fedha. Kwa hiyo kama pengine kwa sababu vikoba ni moja, tuliwahi kuzungumza hapo kwenye vipindi vyetu vya nyuma kwamba mm. Kikoba ni moja kati ya njia inayokufanya uwe na nidhamu ya kutunza fedha. Kwa hiyo kama ni mwajiliwa au kuna mali unapata fedha, kuna kiasi ambacho unakipata, aa, pengine kinaweza kisiwe maalum lakini kuna mategemeo, inaweza ikawa ni njia nzuri ya kukusaidia pata fedha na vikoba. Hapa naomba nisisitize, si watu wengi wakisikia vikoba wanaelewa kwamba ni lazima iwe wanawake, wakina mama. Yaani tu jina lenyewe lilivyo vikoba, vikoba. Ehe. Mm. Wanaume wanahisi kama wametengwa hivi kwamba vikoba, lakini ukweli ni kwamba mimi niwaombe, kama unaona vikoba ni neno ambalo halikupi halikufanywa ujisikie vizuri, tafuteni jina lingine, lakini ni vizuri pia wanaume kukawa na mfumo, kwa sababu vikoba, kiufupi, ni mfumo au kikundi ambacho kimetengenezwa kwa lengo la kusaidiana kifedha na kutengeneza nidhamu ya kutunza fedha. Kwa hiyo watu wengi wakisikia vikoba wanawaza wakinamama, wanawake, lakini mambo ya fedha, si hayana jinsia tena, espeshali mwanaume eh. Kama tulivyosema wiki iliyopita kuna mahusiano ya karibu kati ya fedha na baba. Kwa hiyo eh, tukisema mambo ya vikoba wa baba, naomba msijiweke nyuma. Kama neno vikoba linaona haliwafanyi mwe comfortable, tafuteni jina lingine, lakini muhimu huwe na kikundi, na hasa ni waombe wanaume. Kwa mfano, good luck kama una marafiki zako watano ambao mnaendana vision, sio vision. So vision, katika maana wote mnatamani kupiga hatua za kimaendeleo, mnaweza mkawa na kikundi chenu ambacho mkaweka sheria na utaratibu yeah, kwa sababu mtu anaweza akawa anasema si nataka nifungue biashara ya 1.5 milioni, lakini unaweza ukatunza laki tatu, ila mkiwa watano mm, kwa kuchangiana kuna possibility ya kuipata na wote mkajikuta mnapiga hatua kwa haraka. Kwa hiyo mm, hapo kwenye vikoba ni sehemu nzuri sana lakini hapo hiyo ni nimeelezea kwa ukubwa zaidi, lakini ni moja kati ya chanzo cha kupata mtaji. Cha pili ni akiba binafsi, na tumekuwa tukizungumza hapa na mimi kesi nyingi ambazo yani mrejesho mkubwa ambao ninaupata, mtu analalamika. Sasa akiba binafsi, mimi sina chanzo cha mapato mm. mimi sina sijapata ajira, sina fedha lakini tukizungumzia akiba binafsi na especially hapa tunapozungumzia mtaji mdogo, hivi ni kweli tangu mwaka uanze, yani haijawai kupita hela yoyote mikononi mwako? Kuna unakuta mtu ana kazi ana ajira eh, hajapata chochote, lakini bado awezi kukosa yeah. Kuna vile hela ndogo ambazo zinapita. Tatizo tuliokuwa tu, tu, nao watu wengi tunaamini mpaka nipate fedha kubwa, lakini ukweli ni kwamba we mwenyewe tu, mfano sasa hivi ukianza kujiwekea utaratibu labda ukasema nianze kuweka tu elfu moja au elfu mbili kwa siku hamsini, labda mwakani kwanzia Januari mpaka mwezi wa tatu, nitafute hapo zifike siku hamsini. Maanake mwezi mmoja na na wiki kadhaa niwe naweka elfu mbili nikipata tu kaela, naweka elfu mbili Baada ya siku hamsini ukiwa unaweka elfu mbili maanake una laki moja akimoja ni mtaji wa kufanya kitu mahali. Kwa hiyo inaweza ikawa ni changamoto kuikusanya kwa pamoja, lakini ukianza kuweka kidogo kidogo ukaweza kuipata. Kweli ni kwamba maisha hayatusubiri, tuna kila sababu ya kuamua kutumia vile tulivyo navyo katika kutusaidia kupiga hatua za mbele. Kwa hiyo vyote hivi tunajifunza katika lengo la kutusaidia tuweze kukua kiuchumi na kifedha kiujumla. Hilo ni jambo la pili la kuweka akiba binafsi, na hapo inahitaji nidhamu. Ah, jambo la tatu ni kuomba kwa ndugu, jamaa, marafiki au watu wa karibu. Lakini hili hali apply kwa watu wote, ni kwa watu wachache tu ambao wanatokea familia zenye upendo au familia ambazo zinajiweza kwa kipato. Kuna mtu sasa hivi tena graduate, watu wana graduate vyuo vikuu, huko pale nyumbani una dada, watu wengine ambao wanafanya kazi mbili tatu. Fikiria unaweza kufanya nini ukiwa bado unaendelea kujitafuta Unaweza kufanya nini? Na hapa sasa, inabidi uombe kwa watu ambao wamekutangulia, lakini kuna mazingatio kabla ya kuomba. Kwanza kabisa, ili upate, lazima uwe mtu ambaye unaaminika, kwa sababu ukweli ni kwamba mtu hauwezi da, ukasema eti nitoe fedha katika kwa mtu ambaye ukimwangaa kama hayuko serious hivi. Aa, mm, hapo yani haiwezi kuwa, au kama sio kuaminika, basi mtu pengine unaheshima Hey, wazazi au watu wanaokuzunguka hawezi wakatoa tu fedha. Kwa hiyo heshima na tabia yako inaweza ikaamua watu wakupe au wasikupe. Lakini pia eh, unatamani kuomba, lazima uwe na malengo. Unahitaji kiasi gani? Utafanyia nini? Utarudishaje? Yani uwaaminishe watu ambao wanaweza mm -hmm. kutoa hiyo fedha. Na kubwa zaidi, angalia hata siku na wakati ambao unaenda kuomba hiyo fedha kwa sababu kuna mahusiano ya karibu kati ya hali ya mtu aliokuwa nayo na jinsi au wakati unaenda kuomba. Good luck, mfano mtu anacheza labda Simba na Yanga amefungwa, alafu mm, naenda kuomba hela <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kwa hiyo <mimi> ni... <laughs> kwa hiyo kwenye kuomba fedha na mm, hapa ni waombe wa mama mimi, kuna training nafanyaga za vikoba, yani some cases unazisikiliza, unajua ishu sio anayeombwa ishu ni mwombaji hajui wakati sahihi. Kitu chote ambacho unataka kumwambia mtu yeah. Angalia namna ya kumwingilia, eh. Kina mama kwa wenye kuomba waume zao, <laughs> ya kumwingilia. Wewe usimwingize kwanza kwenye mfumo wenyewe, mnajua namna ya kuingiza mtu kwenye mfumo. Kuna udharura wa wakati huo, hapo si hela ya mtaji, lakini hata kwenye hela ya udharura kuna namna ya kuweka unajua mimi nimegundua vitu vingi ambavyo vinakuwa ugomvi ni inatokana na approach, jinsi ambayo unatumia yeah. <laughs> kuna mtu unaweza ukaongea kitu ambacho ni maju ni, ni jukumu la mtu lakini jinsi unavyopresenti hasichukui kama jukumu, anaona kama una mkomandi yeah. Kwa hiyo pia lugha na namna ambavyo unaiweka inaweza kukusaidia kupata kwa urahisi uh, jambo lingine ambalo unaweza kulitumia ni kupitia ujuzi ulionao, ujuzi ulionao kwa sasa hivi na hapa niwaombe uh, mtu yoyote ambaye unaweza kufanya kitu chochote ambacho uh, kinaweza kikabadilishika kuwa fedha, usikizarau mm. Kuna mtu anaweza kusuka lakini anasema ah, yani sasa mi sina saluni kubwa. Lakini watu wakikuamini na ukiwa na uwezo maanake, unaweza ukawa unazunguka unawasuka watu na ukawa unaanza kupata uh, fedha, u chanzo cha mapato. Kwa hiyo ujuzi uliokuwa nao usiudharau na kuna wengine waliwahi kuwa na ujuzi huko nyuma familia walizokulia. Kuna mtu mimi ashae eh, kuniambia, ni mi najua kupika hivi mandazi kwa sababu nimetokea familia ambayo kwetu, yani tulikuwa wengi kiasi kwamba tulikuwa tunabidi kila siku asubuhi tuwe tunapika vitafunio. Sasa mimi ndo dada mkubwa yeah. Kwa hiyo nikawa nafanya sio kwa kupenda, kumbe ni mazingira. Sasa ule ujuzi sasa hivi amejifunza ana, ana, kupitia, ame kupitia mazingira, na sasa hivi anafanya biashara ya vitafunwa kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo mtu anaweza kadhara ah ujuzi mdogo niliokuwa na uo ujuzi, ukiuthamini na ukauweka vizuri, unaweza ukawa chanzo kikubwa cha fedha. Sawasawa kabisa. Na sasa ukijaribu uki, uki, uki kuangalia kuna watu wana wana mtaji mdogo mm. lakini wanawaza ni biashara gani ambayo wanaweza wakafanya? mm. Bado hawajapata majibu ni biashara zipi ambazo zinaonyesha kufanya vizuri ukiwa na mtaji mdogo mdogo? okay. Kwanza kabisa biashara zenye ma, za mahitaji ya kila siku, hapa mahitaji yale mahitaji tu ya binadamu, kwamba mavazi, malazi na sana sana uh, kwa, kwa mtaji mdogo zile biashara za chakula. Sana sana unakuta labda vitafunwa asubuhi, mboga au uh, nini, vocha kwenye simu, zile biashara ambazo watu wanazihitaji kila siku ili maisha yaweze kuendelea. Lazima tule, lazima tununue vitu fulani, mboga, nyanya, si vitunguu, vile vitu vyote ambavyo vinatumika vina katika mahitaji yetu ya kila siku. Kwa mtu ambaye anafikiria kupata fedha kwa urahisi zaidi na uharaka, ukiwa unafanya biashara hii ya, ya, ya kila siku itakusaidia zaidi. Kuna mtu mmoja mimi nilikuwa namfahamu mm, yeye alikuwa tena, alikuwa amemaliza ni diploma katika changamoto za kukosa ajira akaamua ajiajiri kwa hiyo akawa anaenda sokoni asubuhi na mapema sana, ananunua vitu vyake, vile vitu vyote vya nyumbani, unga sijui amini karoti sijui nyanya vitunguu, anaweka kwenye, alianza na kwenye ndoo, akawa anapita nyumba kwa nyumba. Sasa ile asubuhi mida kama hii wamama, mama anawaza hivi nipike nini, halafu pale nje mtu anapita na mboga. Kwa hiyo anakuwa anampunguzia safari ya kwenda sokoni. Kwa alianza kidogo kidogo. Mwisho akaanza kuaminika, mpaka sasa hivi tunavyozungumza anaguta lile guta la la pikipiki piki guta <laughs> lakini alianza kwa namna hiyo. Kwa hiyo mahitaji ya kila siku ni biashara ambayo ina uhakika wa kutoka mm -hmm. Lakini pia huduma zinazohitajika mtaani kwako. Na hapa tunasema, ndo hilo tunasema, hivi nifanye biashara gani? Hivi nikiwa na kiasi fulani cha fedha hivi naweza ikanilipa huduma gani inahitajika hapo mtaani kwako, zile changamoto ambazo mnapitia eh, nini hapo mtaani watu wanalalamika mara kwa mara? Ah, yani yule, yani pale dukani kwa mangi kila ukienda amefunga, yani anakera kama nini! Hmm. Manake hiyo ni fursa. Sasa nini kinahitajika? Watu wanakuwa wanahitaji kitu fulani wanakikosa, kwa hiyo hiyo zile changamoto au watu watu wanalalamikia nini mara kwa mara, au ni kitu gani kukipata sio rahisi? Hiyo inaweza ikawa ni fursa ya mtu kufanya biashara, na mtu unaweza ukaishusha katika levo ndogo, kwa sababu mtu akisikia akisikiapo huduma au akisikia huduma zinazohitajika anaweza kawaza kwa ukubwa. Labda nitoe mfano, mimi kuna watu nawafahamu walikuwa wanakaa da Goba kipindi hicho, changamoto ya maji na nini. Sasa ile changamoto ya maji, kuna mtu akafikiria, hivi mimi kununua sim tanki laki tisa milioni siwezi. Kwa hiyo alichofanya yeye, akatengeneza ile nini guta tunasema, mm. Lile tunasema lile lina miguu miwili, unakuwa mtu anasukuma hivi mm. Ehe, sasa lile guta gharama yake ni, ni zile za kuchomelea nondo, na pale katikati akaweka mbao kwa hiyo akamtafuta kijana ambaye akanunua madumu, kwa hiyo wakawa wanapigana mahesabu. Kwa siku alikuwa anaweza kufunga hadi ya elfu arobaini elfu hamsini. Kwa hiyo hakuweza kununua simtanki kwa hela kubwa, lakini alibadilisha ile fursa ikawa chanzo chake cha mapato kwa alivyo ndogo. Kwa hiyo nataka kusema ya kwamba chochote ambacho unakiona kama changamoto Angalia na namna gani unaweza kukipatia suluhu kwa uwezo uliokuwa nao bila kujiingiza kwenye gharama kubwa. Wakati mwingine tunawaza mambo makubwa lakini unaweza kufanya kitu kidogo ki, ki, kwa ubora kikakupa fedha ya kupata vitu vikubwa. Mm -hmm. Ah, jambo la tatu ni mahitaji ya wasichana, wakina mama au vijana. Kwa nini wasichana na wakina mama? <laughs> na vijana. Hii da. Kwa nini sio mahitaji ya kina mama? <laughs> Uh, <laughs> <laughs> ukweli kubalansi jenda ipo uh, lakini hasa tunasema uh, tunasema emotional spending. <laughs> Wakina mama au jinsia ya kike inaongoza sana kwa kufanya uh, manunuzi. Manunuzi kwa hisia naweza ukakuta mama mm. au mfano Hilda ujawi siku kutoka <laughs> ukajikuta umerudi na nguo nyingi ambazo haujapanga kununua, ile upopita dukani wakutana, mbona mm. Ile ah, kama nzuri, naweza kanifaa kwenye kipindi, ulikuwa hujapanga, as long as una hela. Sometimes uko hata benki unaenda una draw, lakini kwa lengo la kununua mm. ni mara chache, siwezi good luck mm. wanaume sijajua mm. hata kama hipo, lakini najaribu kuuliza rate ya kununua vitu Kolevi. Kama ujapanga eh, kununua sisi ni ndogo hata <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> mavazi ukanunua uka mvazi mara moja kwa mwaka. Umeona mwanamke ni ngumu kwa sasa hapo. Umeona kwa nini nimeweka wakina wakina mama kwamba, mm, reti ukiwa target sana, sio kama hawanunui, lakini tunasema fedha kwa ajili ya mzunguko uende haraka. Ukiwa target wa kina mama uko mtaani eh, madera wakinamama. Kama hauna chanzo cha mapato, omba mtaji mahali, angalia. Mna madera mavazi, eh, accessory inaweza ni, ikawa ni chanzo cha mapato. Lengo usiwe tegemezi. Kuna mtu mwingine hata elfu moja ya vocha anaiomba mahali kwao. Jitahidi tuweze kufanya aa, shughuli mbalimbali mbali za kiuchumi, ili tuweze kukuza kipato binafsi. Mm -hmm. Uh, kama, kama uh, mfanya biashara au mtu ambaye anatamani kufanya biashara akiwa na mtaji mdogo, kuna vitu ambavyo anapaswa uh, kuwa navyo makini, ili biashara yake isife au asipoteze kabisa huo mtaji uh, viko vingi, lakini kwa ufupi, cha kwanza kabisa, kukosa usimamizi mzuri ujuzi na uelewa kuhusiana na biashara na mambo ya fedha kiujumla uh, biashara mtaji mdogo ni biashara ambayo ina mzunguko mdogo kwa hiyo unaweza ukazunguka labda labda mfano mtu asubuhi anauza vitafunio mm, yuko mahali. uh, anaweza akafunga siku amepata elfu kumi na tano, elfu kumi, elfu ishirini kwa hiyo ukiwa sio mtu ambaye una nidhamu ya kutunza fedha unaweza ukajikuta hiyo fedha unaoipata unaitumia kwenye mahitaji yako ya kila siku kajikuta biashara haikui, au pengine ukala hadi huo mtaji wenyewe. Kwa hiyo mm, ni lazima uwe na usimamizi mzuri, kwa maana ya utofautishe. Tumeshawahi kuzungumza na hapa tunazungumza tena kwamba business entity, utofauti wa fedha za biashara na fedha zako binafsi, no eh, na uweze kujilipa kuhusiana na biashara ili uweze kuona biashara yako inakuwa. Inahitaji nidhamu sana, na kama nilivyosema hapo awali, biashara ndogo inaanza kidogo, ni mwanzo tu. Kuwa na biashara ndogo sio sio ujinga e, na usijisikie vibaya kuanza kwa udogo, lakini namna ambavyo utaweka uh, usimamizi mzuri na ujuzi itakusaidia kupiga hatua zaidi. Lakini jambo la pili, ukopaji mbaya. mm -hmm. Na hapa nisisitize zaidi kwamba si kila mtu anapaswa kukopeshwa hasa kwenye biashara. mm -hmm. hata kwenye maisha ya kiujumla kwamba kwenye biashara ili mtu akopeshwe asiwe ni, ni mteja aliyekuja ku, kwa mara ya kwanza. Kuna vigezo vya kutoa mkopo. Kwanza kabisa kama unafanya biashara, na hapa nazungumzia yule ambaye anauza kesh, kuna wale ambao mtu ameanza kufanya biashara ndogo na lengo lake ni kukopesha. Kama unafanya hivyo kwa lengo la kukopesha, maana yake hakikisha huyo unayemkopa unamwamini, unayemkopesha unamwamini, anaweza kairudisha, na vitu vingine. Tuangalie uwezo wa mtu, unaweza ukaa mfano unafanya biashara ambayo inahitaji mtu awe anarudisha pengine kila wiki elfu kumi au memkopesha, lakini ukiangalia maisha yake hana chanzo cha mapato hivi. like, ni vitu ambavyo vidogo vidogo muhimu kuvitazama kwa sababu usipovichukulia Uh, hatua naeza kajikuta hiyo fedha hairudi na mkaingia kwenye migogoro. mm -hmm. Kwa hiyo ni lazima ujifunze kusema hapana, hasa kwa mtu ambaye hauna uhakika na chanzo chake cha mapato, lakini pia uh, si kila mtu anafaa kukopeshwa, hasa mteja anayekuja mara kwanza, amekuja tu dukani mara kwanza au ndo umepita mtaani, labda unazungusha biashara yako amekuona tu, anataka kukopa kwa siku ya kwanza na ah, hajui au wanakupa muda mrefu wa kuirudisha na haumwamini, huyo hapaswi kukopeshwa, kwa sababu fedha inapokuwa kwa mtu manake, inakupa nafasi ya kukua, ya kukata mtaji wako na mzunguko kawa mdogo mm. Jambo la tatu ni kukosa ubunifu. Kukosa ubunifu na hasa hapa kwenye hizi biashara ndogo na mm. vitu vingi, na sasa hiviyo, ni changamoto kubwa sana, watu wengi tunafanya vitu vinavyofanana sana sana sijui na hapa tu biashara kiujumla. Sasa hivi naona maduka mengi nguo, maduka mengi viatu, maduka mengi mabegi, yani watu wengi tunafanya vitu vya kufanana mm -hmm. mtu anaanza tu akipata fedha, nifungue duka la nguo. Maduka ya nguo yako mengi, kwa hiyo lazima ujitahidi kuwa mbunifu. Kwa kwa nini wateja waje kwako na sio kwa mtu mwingine? Utawapataje yeah, wateja mm -hmm. namna ambavyo utawafikia kirahisi na mauzo yakaenda Rahisi zaidi sawa, sawa kabisa. Jambo yeah, la mwisho ni kukosa wateja wa kudumu yeah. Kukosa... nini, sasa, nini kinafanya mtu akose wa wateja wa kudumu mm. Kwanza kabisa uh, wakati anaanza biashara ali, ndio maana tunashauri ukiwa unaanza biashara tu, lazima ulijibu hili swali la mimi nawapataje wateja wangu Ukishajua unawapataji wateja wako, maana yake hii ya kukosa wateja wa kudumu itakuwa ni jambo rahisi sana. Nawapataji wateja wangu? Mfano, kuna mtu anauza mapanzia ameamua kuweka mtandaoni na dukani. Yeye ndo anaamua staili hizo, lakini kuna mtu anauza mapanzia anaamua kuzunguka nyumba kwa nyumba. Kuna mtu anauza mapanzia anaamua kuzunguka hoteli kwa, kwa loji na sehemu zote ambazo zinahitaji mapanzia. Kuna mtu anauza mapanzia anaamua kuzunguka maduka kwa maduka. Sasa hapo umeona, sasa ni namna gani naweza kupata wateja wangu? Kwa hiyo usipolijibu ile swali napataji wateja wangu, ili swali la nakosa wateja wa kudumu litakuwa litakuwa sehemu ya maisha yako, kwa sababu umefungua duka haujui mteja wako unampataje. Kwa hiyo sasa uo unategemea atakayepita pengine kwenye mtandao wako haje aone kwa hiyo siku nyingine watu hawaoni, au kama ni walioona sio wale ambao wana umewatargeti au walioona sio wenye fedha kwa siku hiyo. Kwa hiyo inaweza ikawa changamoto, lakini sometimes kupoteza wateja wa kudumu inatokana na wewe unavyowahudumia pia wateja wako na mfumo mzima unavyotoa huduma customer care, Mm -hmm. e, namna unavojibu changamoto zinazotokea, mfano mtu amenunua kiatu, amesema kiatu nilichonunua nimeona oversize, nomba nikirudishe. Hivi wakati unakichagua ukukiona? mbona mnapenda kusumbua sumbua watu? Hiyo <laughs> inaweza ikawa ni sababu ya kukosa wateja, watu wanaambia, anaambia nani, yule ule ana customer care nzuri. Kwa hiyo yeah. unaweza ukajikuta pia unawapoteza kwa ku..., mteja akija mara moja harudi tena, harudi tena. Oh. Unajua so, mm. Ubaya unapandaga lifti eh. <laughs> Mazuri anapanda ngazi eh. <laughs> Ubaya unasambaa kwa kasi, mazuri anapanda ngazi taratibu, ila ubaya lifti chapu <laughs> ishafika top, mbaya yule, mbaya. <laughs> Kwa hiyo kukosa wateja wa kudumu kuna sababu nyingi zinaweza kuchangia hapo, lakini zinaweza zikawa wewe kama mfanya biashara ndio chanzo, kwa maana tangu mwanzo hukuweka mipango yako vizuri, lakini nyingine zinatokana na wateja, ubaya wa bidhaa kastama kia yako namna unapopokea simu na wakati mwingine muda mrefu, sao, kwenye saa, kupata hiyo huduma. Sao, tumalizia na nukuu. Aa, leo tunamalizia na nukuu ambayo inasema inatoka kwa nani? hii leo ya kwangu hii leo <laughs> <a, laughs> ya kwangu. maskini sio yule asiye na fedha, maskini sio yule asiye na pesa maskini ni yule aliyeacha kuamini anaweza kubadilisha maisha yake. Amua sasa kutoka kwenye umaskini okay. na, eh, na hapa ni wasii ile kauli bwana sisi bwana, yani sisi maskini bwana, familia zetu hizi za kimaskini, ondoa hiyo kitu eh, umaskini unaanzia kwenye pa, yani, mtazamo mtazam hmm. na, na kile tunasema kile unachokikiri sana ndo unachoongea sana, ndo akili yako, mwili vyote vinasema, wewe uko katika mstari. Kwa hiyo sisi maskini bwana, sisi watu wa chini, achana na hayo mambo eh, eh. Sio maskini yeah. <laughs> sisi wote hapa sio maskini kweli. Sasa hivi sina hela, lakini ninazo soft copy, bado hazijatoka, ziko na ziko kichwani, zitatoka sana, zitatoka. Biashara kwa <sana laughs> mtaji mdogo <laughs> ndio ambayo tumezungumzia leo na kila Jumatano tunakuwa naye hapa Janet, kufahamu mengi zaidi katika masuala ya uchumi, fedha na uh, kuwekeza pia mm-hmm.